Sasa tumezungumza habari ya namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza hatari ya magonjwa ya mlipuko, lakini magonjwa ya kuambukiza kusambaana kuenea kwa wingi, tazungumza magonjwa mbalimbali, tuangalia mfano janga uh, la covid uviko viko 19 ni namna gani pengine mazingira yamechangia katika kusambaa, lakini hasa magonjwa kama ebola uh, homa ya nyani ambayo sasa hivi natusumbua na magonjwa mengine mbalimbali ya mlipuko. Sasa kuna namna nyingi ambapo mabadiliko ya tabia nchi yanatengeneza mazingira rafiki ya usambaji aa, wa magonjwa haya ya mbalimbali ya, ya, ya kuambukiza. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kwa athari ya moja kwa moja, lakini na athari ambazo sio za moja kwa moja ni kupitia vitu vingine. Aa, hapa maanake, kwa mfano vipindi vya mvua kubwa, kunakuwa na ongezeko la magonjwa ya kuharisha na ni kwa sababu mvua kubwa zinasababisha mafuriko, mfano kwa hiyo, mafuriko yanasababisha uchafuzi wa maji safi na salama, mfano, watu yanapita kwenye yanapita, yanabeba uchafu, yanapokuwa mvua zinaponyesha, yale maji kwenye ardhi yanapita na kusombea uchafu kwenye majitaka na nini, yanasababisha kuchangamana kwa vyanzo vya maji ambavyo tunavitegemea kwa maji salama. Mwisho wa siku maji yale yanakuwa yamechafuliwa na vimelea kama ambavyo vinasababisha magonjwa ya kuharisha kama kipindupindu kusambaa uh, kirahisi, lakini vile vile yanaweza kusababisha ongezeko la magonjwa ya kuambukiza kwa njia ambazo sio za moja kwa moja, mfano uh, tunaongelea kupitia wadudu mbalimbali mbali, kwa mfano mabadiliko ya tabia nchi yana mazingira fulani kwa mfano ya joto na vipindi vya mvua au kame vinaweza vikaongeza mazalia ya mbu. Mfano kwa kukaa, kuna ongezeko la magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na mbu kama malaria, virusi vya Zika mfano eh, magonjwa kama dengi, homa ya dengi. Kwa hiyo manake ya tabia ya nchi inasababisha inatengeneza mazingira rafiki ya hawa wadudu wanaosambaza magonjwa kukua kirahisi kama mbu. Namna nyingine ambayo sio moja kwa moja, kwa hiyo magonjwa kama ebola ambayo mtu akipata kila sehemu, magonjwa kama monkeypox, kwa hiyo tunajua yanatokana na wanyama kama nyani. Sasa mabadiliko ya tabia nchi manake yanaharibu ya yale makazi ya asili ya wanyama mfano na nyani, um, kunapokuwa kuna, kuna mabadiliko ya tabia nchi yanawafanya kwa mfano binadamu kuingia zaidi msituni kutafuta kuni kutafuta ardhi yenye rutuba kwa ajili ya kulima, lakini vile vile maana yake inapotokea ukame uh, misitu inakauka, kwa hiyo yale mazingira ya, asili kwa mfano ya, ya nyoka kujificha au nyani kucheza kwenye miti yanapungua. Kwao wanapokuwa wanasafiri kutafuta mazingira rafiki, wanasogea karibu na makazi, yanaongeza huu uh, uh, uh, changamano wa binadamu mfano na nyani. Kwa hiyo maanake kama kuna magonjwa ambayo yanatokana na nyani kuja kwa binadamu, maana yake inakuwa rahisi zaidi ku kusambaza, umeona, inakuwa rahisi zaidi kusambaza. Kwa hiyo kama ambavyo umeona, mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha ongezeko la magonjwa ya kuambukiza kwa moja kwa moja au kwa njia ambazo sio moja kwa moja kupitia vitu vingine. um, uh, so ni muhimu kuelewa kwamba magonjwa mbalimbali yana uhusiano tofauti tofauti, kwa namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanaweza yakayafanya ya yakawa ya ya ya ya rahisi zaidi kusambaa kama ambavyo nimeeleza, kwa magonjwa kama dengi ambayo yanategemea mbu ya, aina ya edes. Kwa hiyo wanakuwa wanatengenezewa mazingira rafiki kwenye vipindi fulani vya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano Tanzania, kuna utafiti ambao umeonekana kwamba katika maeneo ya pwani mfano na maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria um, itakapofika mwaka elfu mbili na hamsini yatakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata ongezeko la maambukizi ya dengi. Na ni kwa sababu gani? Kwa nini tunasema elfu mbili na hamsini? Kama nilivyosema, modeling study tayari kuna tafiti kutumia takwimu zilizopo imeshafanyika kuangalia Je, ni mazingira gani rafiki ambayo mbu wenye asili au spishi ya aina Aedes wanakuwa. Kwa hiyo ile mazingira gani ambayo yanatengeneza yana, yana mazingira mazuri ya hawa mbu kukua. Kwa hiyo katika Tanzania tayari kukiangalia ile ile ile trend ya joto na hali ya hewa tayari imeshaonekana katika maeneo ya pwani lakini maeneo ya kanda ya ziwa kutakuwa kuna ongezeko la mazingira rafiki ya mbu hawa na wili e, kukua kwa hiyo, kwa tafsiri hiyo itakapofika mwaka elfu mbili na hamsini kuna tafiti ambazo zimeonyesha kwamba katika kwa nchi yetu Tanzania maeneo ya pwani na ziwa Victoria kutakuwa kuna hatari kubwa zaidi ya ongezeko la magonjwa ya dengue ya. Sasa uzuri ni kwamba huu ni utabiri, ni kama mara kichochote kisipofanyika na kisipofa. Ndio maana ni muhimu kuchukua hatua ili kuweza kujikinga. Usiseme kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho hakinihusu. Umeona uh, mfano huo, uh, hatari ya moja kwa moja ambayo iko mlangoni kwetu, uh, namna hiyo. Lakini kuna magonjwa mengine kama chikungunya na zika viruses ambao wanategemea pia aina ya huyu mbu. Kwa hiyo maanake, watu tunaongelea dengue, lakini wake hatari ni sawa kwa virusi wote ambao wanaweza kusambazwa na mbuguu, maana yake chikungunya lakini, uh, zika ambao wanatumia spishi moja na dengue. Kwa hiyo ukiangalia uh, malaria ambao pia fya... na yeye utaratibu ni huo kwamba mbu ambao ni anopheles. Hiyo kila mtu anajua mbu aina ya anopheles, sasa ambaye ndiyo anasababisha uh, malaria kwa hiyo na yenyewe na pia kwa mabadiliko ya tabia nchi inaweza katengeneza mazingira mazuri ya mbu hawa kuweza kukua, na hiyo inaleta hatari moja kwa moja ongezeko ya visa vipya uh, vya malaria ambayo inakuwa bado ni, ni, ni, ni hatari na tafiti zimeonyesha mfano kwa ukanda huu Afrika Mashariki. Uh, kuna ongezeko la la asilimia thelathini mpaka hamsini uh, hatari ya ongezeko la la malaria hasa mvua zinapokuwa zinaongezeka. Kwa hiyo mvua zinapoongezeka, uh, katika ukanda huu wa Afrika Mashariki utafiti umeonyesha kuna ongezeko la hatari asilimia thelathini mpaka hamsini ya kupata visa vingi vipya au ongezeko la visa vya malaria. Kwa hiyo huu ni mfano tu ambapo namna gani mvua sasa ambao manake itazengeleza sehemu za maji kutuama mayai ya mbu kuwa pale kuweza kuzaliana na kutengeneza mazingira rafiki ya mbu kukua na kusambaza malaria. Unaweza kuona Afrika Mashariki, um, tafiti tayari zimeshaonesha kwamba kuna kuna hiyo na kwa ujumla kwa uh, yeah, bara letu la kusini mwa jangwa la Sahara kuna tafiti amba fanyika, ambazo zimefanyika um, ambazo zinaonyesha kwamba uh, katika kila ongezeko la nyuzi joto moja ya centigrade kuna ongezeko la hatari ya kupata malaria asilimia uh, kumi mpaka ishirini yani ile riski tunaongelea sasa, kuna ongezeko mm -hmm. la ile riski ya, ku, ya kupata malaria asilimia kumi mpaka ishirini katika kila ongezeko la nyuzi vyoto moja uh, sentigredi, katika ukanda huu uh, wa kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini kama ambavyo nilisema uh, tunaongelea kuhusu uh, magonjwa ya kuharisha kama kipindupindu sasa um, tafiti zinaonyesha kwamba uh, kuna uhusiano moja kwa moja, mfano vipindi vya mvua na hatari ya ongezeko la kipindupindu uh, ambavyo tayari limesha uh, elezea, lakini um, mfano katika ukanda wetu wa uh, kusini mwa jangwa la Sahara, vile vile, tena katika kila ongezeko la, la, la nyuzi joto moja linaonekana kuongeza hatari ya kutokea kipindupindu kwa asilimia thelathini mpaka hamsini. Ni kubwa sana ndugu zangu, na ile hatari ya, ku, ya kupata mlipuko wa kipindupindu. Kuna magonjwa mengine mengi tu ambayo nimeshasema, zika na virusi vinaitwa West Nile. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo, namna gani ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kusababisha ongezeko la magonjwa ya kuambukiza.